Ilikuwa Ijumaa ya giza huko Yerusalemu. Mawingu yalikusanyika juu ya Golgotha, yakisubiri ule wakati ambao ungehusisha historia kuwa sehemu mbili. Kwenye miguu ya misalaba mitatu, askari mkuu wa Kirumi alikuwa akitekeleza amri, kusulubiwa kwa mwingine tena. Safari hii alikuwa Yesu wa Nazareti. Kazi yake ilikuwa wazi, kuhakikisha Yesu anakufa, naye alifanya hivyo sawasawa. Wakati saa ya sita ilipofika, giza likafunika nchi yote, likaendelea hadi saa ya tisa. Na saa ya tisa, Yesu alipaza sauti kwa nguvu, E Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kisha Yesu kwa sauti kuu akatoa pumzi yake ya mwisho. Ghafla pazia la hekalu likachanika vipande viwili kutoka juu hadi chini, na yule askari mkuu aliyesimama mbele yake akasema, E, kweli mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Siku hiyo maisha ya askari huyo wa Kirumi yalibadilika milele. Yule aliyekuwa na jukumu la kusimamia kifo cha Yesu alitikiswa hadi ndani kabisa ya nafsi yake. Alitoka kuwa mtekelezaji wa adhabu hadi shahidi, kutoka kuchoma mwili wa Yesu kwa mkuki hadi kuwa mtu wa kwanza asiye Myahudi kuamini kuwa yeye kweli alikuwa mwana wa Mungu. Aliacha cheo chake cha juu ndani ya dola yenye nguvu zaidi duniani na kujiunga na wafuasi wa Yesu. Alibeba neno hadi katika nchi za mbali akihubiri Injili kwa bidii ya mtu aliyeona kila kitu na ambaye maisha yake yalibadilika. Hata hivyo, mwisho wake wa kusikitisha uliingia kwenye historia ya kanisa chini ya jina linalokumbukwa hadi leo: Longino. Kabla ya Ijumaa ile ya giza, Longino alikuwa askari mkuu wa Kirumi. Maaskari wakuu walikuwa makamanda wa legio, kila mmoja akiwa na jukumu la zaidi ya askari mia moja. Walikuwa maafisa waliotukuzwa sana kwa nidhamu yao, ujasiri na uwezo wao vitani. Maisha yake yote yalizunguka ugumu, ukatili na wajibu. Ili kuwa askari mkuu, nguvu pekee hazikutosha. Ilibidi mtu awe mwenye akili mbunifu, na zaidi ya yote katili, na Longino alikuwa hasa hivyo. Maisha yake yalikuwa nidhamu, mpangilio na utifu wa kipofu kwa Roma. Alikuwa ameshuhudia vifo bila kutetemeka. Alikuwa ametekeleza amri bila kusita. Alikuwa chombo cha dola. Mpaka siku ile, mji haukuwa umeamka kabisa, lakini tayari miguu iliyokuwa ikikimbia ilisikika na sauti za chini zikabeba jina lililosambaa gizani, Yesu wa Nazareti. Usiku uliotangulia alikamatwa katika bustani ya Getsemane, akasalitiwa kwa busu kutoka kwa mmoja wa wanafunzi wake mwenyewe, Siuda Iskariote, aliyemuuza kwa vipande thelathini vya fedha. Akapelekwa mbele ya Sanhedrin, baraza la makuhani wakuu waliomshtaki kwa kukufuru, kwa kujitangaza kuwa mwana wa Mungu. Pale walimpiga wakamtukana, na wakamhukumu. Lakini hawakuwa na mamlaka ya kumua. Kwa hilo walihitaji idhini ya Roma. Hivyo alfajiri wakamleta mbele ya Pontio Pilato, gavana wa kirumi wa Yudea. Pilato akiwa ameketi kwenye kiti cha hukumu, akamtazama Yesu kwa udadisi na kumuuliza, Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu kwa utulivu akajibu, wewe umesema. Makuhani wakuu na wazee waliendelea kuleta mashtaka, lakini Yesu alikaa kimya. Pilato akiwa amechanganyikiwa, akainama kwake na kusema Ehusikii mambo yote wanayokushtaki. Je, hutajitetea? Yesu hakusema kitu. Sio neno moja. Hakujitetea wala kujihalalisha. Pilato alishangaa. Alikuwa amewaona wahalifu wakiomba, wakidanganya na kulia kuokoa maisha yao. Lakini mtu huyu alikuwa na utulivu wa ajabu. Wakati huo huo, mjumbe alikimbilia mahakamani kwa haraka. Alibeba ujumbe wa dharura kutoka kwa mke wa Pilato: ei, usijihusishe na mtu huyu asiye na hatia, kwa maana leo nimeota ndoto mbaya sana kwa sababu yake. Pilato akasitasita kwenye kiti chake. Aligundua kitu kikubwa zaidi ya yeye kinatokea na hakuwa na uwezo wa kukizuia. Wakati wa Pasaka ilikuwa desturi kuwaachia mfungwa mmoja. Pilato akaona nafasi yake na kuwapa umati chaguo: Yesu au Baraba, mhalifu maarufu na muuaji anayetambulika. Lakini makuhani na viongozi wa dini wakaichochea umati kupaza sauti kwa hasira, mwache Baraba. Pilato akainua mikono na kuuliza ei, basi nifanye nini na Yesu? Umati ukapaza kwa ghadhabu, humsulubishe! Akiwa hana raha, Pilato akauliza tena kwa nini amefanya kosa gani? Lakini jibu lao likawa kali zaidi ya awali, msulubishe, msulubishe! Pilato akaona wazi kuwa hana nguvu mbele ya wimbi la hasira lililoinuka. Akachukua bakuli lililojaa maji na kunawa mikono mbele ya umati wote akitangaza, mimi sina hatia ya damu ya mtu huyu mwenye haki, hatima yake iko mikononi mwenu. Kisha Pilato akamwachia Baraba. Akamkabidhi Yesu asulubiwe. Hatima ya mwana wa Mungu ilikuwa imekwisha amuliwa. Askari wakampeleka Yesu ndani ya praetorio. Askari mkuu Longino alisimama imara mlangoni kama kawaida. Alikuwa amesimamia adhabu nyingi. Alikuwa ameona wanaume wengi wakifa. Lakini siku hii, kitu kilihisi kuwa tofauti kabisa. Mfungwa mbele yao hakupinga. Hakupiga kelele. Hakutukana, hakuomba. Alivumilia kila pigo kana kwamba alijua ilikuwa lazima. Askari wakiwa wakatili na wakifurahia mateso, walimvua nguo zake, wakamuunganisha kwa nguvu kwenye nguzo na kuanza kumpiga kwa mijeledi bila huruma. Mijeledi ilianguka tena na tena, ikirarua nyama bila huruma. Hata wakati huo hakupaza sauti. Longino aliangalia mikono, imevukwa uso wake umechorwa na miaka ya ukatili, lakini jambo fulani machoni mwake lilianza kubadilika. Askari wengine walimdhihaki. Wakamvika vazi la zambarau mabegani mwake, wakasokota taji ya miiba na kuisukuma kichwani mwake. Damu ilitiririka usoni mwake, lakini macho yake yalibaki wazi, dhabiti, tulivu. Wakamwekea fimbo mikononi mwake kana kwamba ilikuwa fimbo ya kifalme, wakapiga magoti mbele yake, wakacheka na kupiga kelele kwa dhihaka, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Longino hakushiriki katika dhihaka zao. Alitazama tu. Na kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, alihisi wasiwasi, si kwa sababu ya ukatili bali kwa sababu ya heshima kuu ya mtu huyu aliyepigwa. Wakamtukana kwa mate na kumpiga kichwani mara kwa mara kwa fimbo. Mwishowe, walipochoka na mchezo wao wa kikatili wakalitoa lile vazi, wakamvika tena nguo zake mwenyewe na wakamwandaa kwa ajili ya kusulubiwa. Lakini Longino hakuweza kugeuza macho yake. Kitu ndani yake kilicholala kilianza kuamka. Hakuweza kuelewa kwa nini mtu huyu hakujitetea. Hakuweza kuelewa kwa nini katikati ya aibu, hakukuwa na chuki usoni mwake bali huruma ya kina. Wakati wengine walicheka akaanza kujiuliza, e eh, huyu mtu kweli ni nani? Hakuwa bado anajua lakini hivi karibuni angejua, kwa sababu siku hiyo Longino angeona tendo kubwa zaidi la upendo ambalo dunia imewahi kushuhudia. Na kuanzia wakati huo maisha yake hayangekuwa kama hapo awali tena. Askari wakamshika Yesu wakimsukuma kutoka praitorio na mabegani mwake wakaweka msalaba mzito mbaya uliokuwa umechafuka na damu ya waliowahi kuhukumiwa. Njia kuelekea Golgotha ilikuwa imeanza. Askari mkuu Longino alitembea mbele akifungua njia kupitia umati wa watu. Ilikuwa kazi yake kumpeleka mfungwa mahali pa kusulubiwa. Golgotha, mahali pa fuvu la kichwa, palikuwa mahali ambapo wale Roma waliotaka wasahaulike walipelekwa kufa. Yesu alitembea mbele katikati ya kelele. Wengine walimtukana kwa mate, wengine walimtukana kwa maneno. Lakini kulikuwa pia na waliolia kimya kimya. Katikati ya umati, mama yake Maria alijaribu kwa bidii kumtafuta kwa macho. Hakuweza kumwona, kwa hivyo akamgeukia mwanafunzi Yohana. Yohana, nisaidie. Nipeleke kwa mwanangu. Wakapenya pamoja kwenye umati. Lakini ghafla askari akamsukuma Yesu kwa nguvu. Mwili wake uliokuwa umelegea ukaanguka juu ya mawe. Ilikuwa mara ya kwanza kuanguka. Yesu akaanguka na msalaba ukaanguka juu yake. Askari wakampiga tena wakipiga kelele kwa hasira, simama! Kwa juhudi kubwa yenye maumivu Yesu akaanza kuinuka tena. Maria na Yohana wakamfikia Yesu wakati yeye akianguka mara ya pili. Maria hakuweza kujizuia tena. Alikimbia upande wake, akapiga magoti kando yake, mikono ikitetemeka na macho yakiwa yamejaa huzuni. Kwa sauti iliyovunjika akanong'ona, enipo hapa. Yesu akaunyanyua uso wake uliojaa damu na kwa upole akajibu, E, unaona mama, nafanya upya mambo yote. Haikuwa maneno ya faraja, ilikuwa unabii hai wa kile kilichokuwa karibu kutokea. Msalaba mzito ulisisitiza mgongo wake uliokuwa umejeruhiwa. Mwili wake tayari ulikuwa umechoka, na Yesu akaanguka tena. Askari wakampiga ili wamlazimishe kuinuka, lakini hakuweza kusimama, magoti yake hayakuitikia tena. Longino aliangalia kwa makini. Alikuwa ameona haya kabla, wanaume waliovunjika waliopoteza matumaini. Lakini Yesu hakuwa amevunjika, kulikuwa na kitu ndani yake ambacho hakiwezi kuvunjwa. Kisha Longino askari mkuu akamkamata mtu mmoja kutoka mashambani aliyekuwa anapita na kumwamuru, iwewe pale, beba msalaba huo. Yesu akaanza kuinuka polepole pole. Macho yake yakakutana na ya yule mgeni na ingawa alikuwa amechoka alimpa mtazamo wa shukrani. Safari ikaendelea, Simoni wa Kirene akamsaidia Yesu kubeba msalaba wake. Safari ya kifo ikapita mitaani ikiangaliwa na mji wote. Wanawake walilia kwa sauti. Akiwa anavuja damu na amechoka, Yesu akawageukia na kusema, Ei, binti za Yerusalemu, msinililie mimi, lieni nafsi zenu na watoto wenu. Luka mlango wa 23 mstari wa 28. Longino akasikia maneno hayo na tena kitu kikatikisa ndani kabisa ya nafsi yake. Ni nani huyu mtu ambaye hata akiwa karibu kuanguka aliweza kuwafikiria wengine? Mwishowe wakafika Golgotha, e, kilima kikavu cha upweke kilichotengwa kwa ajili ya mateso. Misalaba mitatu tayari ilikuwa imeandaliwa, na askari wakaendelea na kazi yao. Yesu hakupinga hakutukana wala kupinga. Alinyosha mikono yake kana kwamba alikuwa akiutoa mwili wake kwa hiari, kana kwamba anajitoa mwenyewe. Kisha ikafika wakati huo, askari mmoja akashika mkono wake, mwingine akainua nyundo. Kilio kikalipuka hadi mbinguni. Maria akatetemeka, Yohana akageuza uso, umati ukapiga kelele. Kila mlio wa nyundo uliposikika wengine walilia, wengine waliendelea kumdhihaki, na Longino akasimama pale bila kusonga. Wakati wanaume watatu waliposulubiwa, Yesu katikati, mhalifu kila upande, askari wakahangaika kuinua misalaba kusimama. Nguzo za mbao zikalala kwenye mashimo yao kwa kishindo kikubwa, na mwili wa Yesu ukatikisika kwa nguvu kutokana na pigo hilo. Wahalifu waliokuwa wamesulubiwa pamoja na Yesu walipiga mayowe. Mmoja wao akamtazama Yesu kwa dharau na akapaza sauti, si wewe ndiye Kristo? Basi jiokoe wewe na sisi pia. Luka mlango wa ishirini na tatu mstari wa thelathini na tisa. Lakini yule mhalifu mwingine, akiwa dhaifu lakini kwa sauti ya uaminifu, akamkemea wa kwanza na kusema, huna hofu ya Mungu hata kidogo? Kwa kuwa uko chini ya hukumu hiyo hiyo sisi tunastahili adhabu hii, maana tunapokea yale matendo yetu yanayostahili, lakini mtu huyu hajafanya kosa lolote. Kisha akamgeukia Yesu na kunong'ona, Yesu, nikumbuke unapokuja katika ufalme wako. Yesu akajibu kwa ahadi ambayo mwangwi wake unagonga milele, e, amin, na kuambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Luka mlango wa 23 mstari wa 43. Longino akiwa anaangalia kutoka mahali pake hakuamini kile alichosikia. Alikuwa ameshuhudia mateso mengi, lakini hakuwahi kumwona mtu kama Yesu. Muda ukapita, lakini dunia ilionekana kama imesimama. Jua likazama na giza likafunika nchi yote. Longino alisimama akilinda macho yake yakiwa yameelekezwa kwake. Yesu akiwa amening'inia msalabani, bado alizungumza lakini maneno yake hayakuwa ya maumivu bali yalikuwa ya msamaha. E Baba, wasamehe maana hawajui wanalofanya. Luka mlango wa 23 mstari wa 34. Mtetemeko ukapita kifuani mwa Longino. Msamaha kwa wale waliompiga, waliompiga misumari, waliomdhihaki, hata kwa yeye mbali. Radi zilianza kugonga, dhoruba ilikuwa ikija Kayafa akiwa ameridhika akaondoka pamoja na viongozi wengine wa kidini, lakini Maria alibaki pale, moyo wake umevunjika kwa huzuni, huku Yohana akimshika kwa upole. Kwa sauti dhaifu lakini ya wazi, Yesu akasema e, mwanamke tazama mwanao. Kisha akamgeukia Yohana na kusema e, tazama mama yako. Yohana mlango wa kumi na tisa mstari wa ishirini na sita hadi ishirini na saba. Mwili wa Yesu ukaanza kulegea na ghafla, kwa kilio kilichochana ukimya, akaita mbinguni e, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Marko mlango wa kumi na tano mstari wa thelathini na nne. Wengine waliokuwa karibu wakadhani alikuwa anaita Eliya, wakaamini alikuwa anaomba msaada wa mbinguni kwamba nabii mwenyewe angekuja kumwokoa mmoja katika umati akakimbia, akalowesha sifongo kwa siki, akaweka kwenye mwanzi na kuipandisha hadi midomo ya Yesu. Lakini Yesu hakunywa, alikataa faraja. Dhabihu yake ilipaswa kuwa kamili. Ukimya mzito ukaanguka mahali pale. Yesu akainua macho yake juu, akijua mwisho ulikuwa umefika. Kisha kwa kukusanya nguvu zake zote, akapaza sauti, ii imekwisha. Yohana mlango wa kumi na tisa mstari wa thelathini. Mbingu zikashikilia pumzi, na kwa mara ya mwisho Yesu akainua macho yake mbinguni na kusema hey, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Luka mlango wa ishirini na tatu mstari wa arobaini na sita. Kwa maneno hayo akainamisha kichwa chake na kufa. Ghafla dunia ikajibu. Wakati huo huo ardhi ilianza kutetemeka Mathayo mlango wa 27 mstari wa 51. Tetemeko kubwa likaikumba Yerusalemu. Miamba ikapasuka. Makaburi yakafunguka na pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini. Umati ukanyamaza. Nyuso zilizokuwa zikicheka sasa zikajaa hofu. Wengi wakaanza kujipiga vifua wakitambua walichokifanya kisha askari mkuu Longino akaanguka magoti. Maneno yakatoka kinywani mwake bila yeye kuweza kuyazuia. Kwa sauti inayotetemeka akakiri waziwazi, Ekweli, mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Marko mlango wa kumi na tano mstari wa thelathini na tisa. Askari mkuu aliyesimamia kusulubiwa kwake akawa mtu wa kwanza asiye myahudi kukiri hadharani Kristo aliyesulubiwa na ndipo ukimya ukatanda kama pazia juu ya Golgotha. Mwili wa Yesu ulining'inia bila uhai, askari wakiwa wamechanganyikiwa na ghasia zilizoanza, walianza kuondoka. Umati wakiwa na hofu na kuchanganyikiwa ulitawanyika. Ilikuwa siku ya maandalizi ya Pasaka na desturi ya Wayahudi ilitaka kwamba hakuna miili ibaki msalabani wakati wa Sabato. Kwa hiyo walienda kwa Pilato wakaomba miguu ya waliolahaniwa ivunjwe ili kuharakisha kifo chao. Amri ikatolewa kwa Jemadari Longino naye akatoa maagizo. Bila kusita askari wakachukua chuma kizito wakamkaribia mwivi wa kwanza aliyesulubiwa pamoja na Yesu wakavunja miguu yake. Longino alijua Yesu tayari amekufa. Lakini ilikuwa wajibu wake kuthibitisha. Ilikuwa sheria ya Kirumi. Kwa hiyo Longino akachukua mkuki wake akasogea msalabani na kwa kishindo kimoja akauchoma ubavu wa Yesu. Wakati huo damu na maji vikamtoka. Mwinjilisti Yohana aliyekuwa amesimama pale baadaye aliandika kwa heshima. Aina yeye aliyeliona, ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa wa kweli. Yohana mlango wa 19 mstari wa 35. Longino akautazama ule jeraha, kisha akawaangalia mkuki wake uliojaa damu safi. Bila kujua, alikuwa shahidi wa utimilifu wa unabii, watamtazama yeye ambaye walimchoma. Yohana mlango wa kumi na tisa mstari wa thelathini na saba. Zakaria mlango wa kumi na mbili mstari wa kumi. Ilikuwa ishara, damu ya kukomboa, maji ya kusafisha damu ilimdondokea usoni na mapokeo yanasema macho yake yalikuwa yanaugua ugonjwa uliokuwa ukimfanya aone kwa ukungu, lakini mara tu damu hiyo takatifu ilipogusa macho yake, kuona kwake kulirejea pale pale. Chini ya msalaba, chini ya anga lililogubikwa na giza, machozi yakitiririka, Longino hatimaye akaelewa, akagundua kwamba hakumwua mwasi, bali alimchoma mwana wa Mungu. Akapiga magoti tena, lakini safari hii kama muumini. Maandiko matakatifu hayajaeleza kila tukio lililofuata, lakini mapokeo ya kanisa na maandiko ya kale yanahadithia kilichotokea baadaye. Longino akiwa ametikiswa na yaliyotokea, hakuweza kurudi kambini kana kwamba hakuna kilichotokea. Kwa siku kadhaa, usingizi ulimkimbia taswira ya Kristo akiwa amesulubiwa kimya na asiye na uhai ilimtesa kama moto usioweza kuzimika. Hakuweza tena kutii amri bila kujiuliza kama alikuwa akihudumia ukweli au himaya isiyoona. Baada ya kusulubiwa, uvumi ukaanza kuenea Yerusalemu. Wengine walinong'ona kwamba kaburi la Yesu lilipatikana tupu. Baadhi wakasema walimwona na kuzungumza naye. Yule mtu ambaye alimwona akifa msalabani Jemadari Longino alisikiliza kimya, lakini kila neno likaingia ndani kabisa ya moyo wake, ndani kabisa ya nafsi yake. Alijua haikuwa uongo. Kitu ndani yake kilinong'ona kwamba kifo hakikuwa mwisho. Kwa siku nyingi hakupata amani. Taswira za Golgotha zilimtesa kama moto mtakatifu. Alikumbuka kila neno alilosikia Yesu akisema, kila jicho, kila ukimya na wakati dunia ilipoendelea na maisha yake ya kawaida, yeye hakuweza kurudi kwenye maisha ya zamani. Hakuweza tena kuwa jemadari mkali aliyekuwa kwa miaka mingi. Moyo wake uliokuwa mgumu kama chuma na damu ukaanza kupasuka. Aliposikia uvumi kwamba baadhi walimwona Yesu yuhai, hakustaajabu hakuhisi mashaka wala kuchanganyikiwa, bali hakika tulivu yenye nguvu. Ndiyo ilikuwa kweli. Yesu alikuwa ameshinda kifo. Kwa mara ya kwanza, Longino akaanza kuelewa imani ya kweli. Kwa mara ya kwanza, akaelewa uzito wa msalaba, muujiza wa msamaha na nguvu kuu ya ukombozi. Hatimaye akaelewa. Akajiuzulu. Akaweka chini silaha zake, akarudisha upanga wake na bila kugeuka nyuma akaondoka katika jeshi la Roma. Hapo ndipo safari yake ya imani ilipoanza. Akaungana na wanafunzi, akatafuta wale waliomfahamu Yesu, akaanza kujifunza kutoka kwa yule ambaye aliuchoma ubavu wake. Jina lake Longino likaanza kujulikana miongoni mwa waumini wa mwanzo. Jemadari wa Kirumi ambaye alikuwa ameongoza wanaume kwa jina la Himaya sasa alitembea peku, moyo wake ukiwaka moto, akimtangaza mfalme ambaye aliwahi kumsulubisha. Kwa miaka mingi alisafiri kote katika maeneo ya Kapadokia na Kaisaria katika eneo linalojulikana leo kama Uturuki, akitangaza jina la yule ambaye aliwahi kumsulubisha. E, niliona kifo chake, alikuwa akisema, e, lakini katika kifo chake nilipata uzima. Ushuhuda wake ulikuwa wenye nguvu. Hakuongea kwa nadharia au kusikia kutoka kwa wengine, alikuwepo pale mwenyewe na hadithi yake iligusa mioyo Mkono ambao uliwahi kushika upanga sasa uliinua kwa ujasiri neno la Injili. Hapo Longino alihubiri habari njema na wengi wakaamini, kwa sababu hakuwa mhubiri wa kawaida, alikuwa ni jemadari aliyesimama chini ya msalaba. Lakini Roma haikusamehe wale waliogeuka kutoka mamlaka yake. Mateso yakaanza mara moja. Longino alikamatwa, akaulizwa maswali, akapigwa na kutishiwa kuuawa. Walimtolea uhuru kama angebisha Kristo, lakini Longino, akiwa na amani ya mtu aliyepata ukweli, alijibu kwa imani isiyotetereka. Hivyo akahukumiwa. Himaya ile ile iliyomfunza kuwa askari sasa ingeua kama msaliti. Walimtoa nje ya mji na pale juu ya kilima cha upweke akakatwa kichwa. Longino alikufa kama shahidi, isi kwa hofu, bali akiwa na macho yaliyoinuliwa juu, akimwiga yule ambaye alimwona akiangalia mbinguni na kusema hey, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Luka mlango wa ishirini na tatu mstari wa arobaini na sita. Mwili wake ukazikwa katika eneo la Kapadokia. Hivi karibuni Wakristo wa eneo hilo walianza kumheshimu kama mtakatifu. Wengi walidai kwamba miujiza na uponyaji vilitokea kwenye kaburi lake na jina lake likajulikana si kama mtesaji, bali kama shahidi, muumini na mtakatifu. Kupitia kane zilizopita, kanisa likamtambua kama mtakatifu, mtakatifu Longino, yule aliyeshuhudia, yule aliyeamini na yule aliyekufa kwa ajili ya yule aliyekufa kwa ajili yake kwanza. Lakini hakuwa peke yake lazima ujifunze kuhusu Petro, Yohana, Yakobo, Andrea, Filipo, Tomaso, Bartholomayo, Mathayo, Simoni, Thadeo na Yakobo. Kutoka mitaa ya Yerusalemu hadi miisho ya dunia, wanaume hawa kumi na wawili walibeba ujumbe wenye nguvu ya kutosha kukabiliana na wafalme, kubomoa mahekalu na kugawa historia katika sehemu mbili. Hawakuwa na jeshi wala panga wala muungano wa kisiasa Walichokuwa nacho ni imani katika kile walichokiona na ushuhuda wao wenyewe. Hii sio tu hadithi ya kanisa. Ni hadithi ya jinsi wanaume kumi na wawili walivyoinuka dhidi ya himaya yenye nguvu zaidi katika historia na kuushinda ulimwengu mzima kwa kutumia tu imani yao na dhabihu walizotoa njiani. Safari ya Longino ni ushuhuda wa nguvu ya kweli ya msalaba. Alianza kama askari wa Kirumi mtu aliyekuwa na moyo mgumu na aliyezoea kuona damu na mateso. Lakini alikutana na Yesu na tukio hilo likavunja minyororo ya giza moyoni mwake. Alibadilishwa kutoka mtesaji kuwa shahidi, kutoka askari wa himaya kuwa askari wa Kristo. Leo kanisa na Wakristo wanaitwa kuishi imani yenye ujasiri kama Longino na mitume kumi na wawili. Walisimama bila hofu mbele ya nguvu za dunia, si kwa silaha bali kwa imani, upendo na ushuhuda. Waliamini bila kuona, wakatenda kwa ujasiri na walibeba injili hadi miisho ya dunia. Somo kwa kanisa la leo: imani ya kweli hubadilisha maisha. Wito wa Kristo ni wa ujasiri, si woga. Upendo na msamaha vina nguvu kuliko upanga na mamlaka. Kila muumini ana nafasi ya kuwa shahidi wa nuru katika dunia yenye giza kama Longino alivyogeuka kuwa chombo cha nuru, vivyo hivyo wewe unaweza kubadilishwa na Mungu kukuwa kuwa sauti ya imani katika kizazi hiki. Usikae kimya, simama imara, shuhudia na tangaza injili kwa ujasiri. Kumbuka, Yesu Kristo si hadithi ya zamani, ni mwito hai kwa kila mmoja wetu leo. Penda video hii, toa maoni yako kuhusu ulichojifunza, na jisajili ili upate mafundisho na hadithi zaidi za kuhamasisha imani yako. Shalom.